Hey guys, mambo vipi? Hope wote mko poa na mimi pia niko poa na mshukuru Mungu. Thank you so much kwa wale wote ambao mmeendelea kuwa nami na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuniona hapa, asante sana. Najua umefungua video hii ukiwa na maana yako kubwa sana ila, ambacho hutakiwi kusahau ni kusubscribe. Yaani hicho ndio cha muhimu sana. Bonyeza hayo maneno subscribe, ambayo maneno meusi hapo chini yameandikwa subscribe. Bonyeza hayo. Alafu umalizie na hicho kikengele hapo ina maana kila nikiweka video hapa utaipata. Thank you sana sana sana kwa kufanya hivyo. Nimekupa dakika moja ya kufanya hilo jambo. Moja, mbili, tatu. Tintili! Najua umebonyeza okay. Jamani, leo naenda kwenye hoja ya kusema hivi. Nadhani unaona nini kichwa cha habari hapo kinaposema kuwa pesa za Uarabuni, jamani yani ni kama siju pesa za nini yani ni kama vile watu wanasema pesa kama za mashitani vile, si nani, hazifanyi kazi. Yani hazifanyi kazi, yani, ni hazifanyi kazi, hazionyeshi malengo yani, hazisei tuseme, watu hawafanikiwi kwa pesa za Warabuni, watu hawafanikiwi kwa pesa za Warabuni. Nataka tulichambue hilo. Je, ni kweli au sio kweli? Angalia hii video mpaka mwisho uelewe maana na kusudio ya hii video, kwa nini nimekuja kuongelea hili jambo. Watu wengi sana wanaongea, unajua pesa warabuni haina mafanikio, pesa warabuni yani huwezi kujenga, yani ni pesa ambayo inaenda tu, hatujai kuona mtu amefanikiwa, hatujai kuona mtu amefanya hivi. Jamani, pesa warabuni kwanza ni ngumu kuipata. Kwa nini nasema pesa ni ngumu? Ni ngumu kwa sababu kazi ni ngumu. Pesa warabuni, ili usiione kuwa hii pesa haina malengo sijui, yani ili usione kuwa yani, pesa sijaiona n yani sitaki kuiona, basi wewe fanya mambo yafuatayo. Na kama umesafiri kuwa naenda warabuni sitaki, yani mimi nimeenda tu ili nisafiri, sitaki kuiona ile pesa, fanya mambo yafuatayo ambayo hayo yatakufanya usiwe na malengo yoyote. Sasa kama wewe umesafiri huna malengo ya maana, nitashangaa sana kama unayafanya hayo nitakayotaja hapa. Wengi wanasafiri akiwa anasema eti hey, nataka nisafiri ili nisomeshe mtoto wangu, nataka nisafiri ili nisomeshe watoto wangu, nataka nisafiri ili watoto wangu waishi maisha mazuri. Maisha mazuri kama yapi? Kula vizuri, kuvaa vizuri. Pesa uarabuni haisomeshi mtoto wala haisomeshi familia, wadogo zako, sijui ndugu na jamaa pesa warabuni hailishi watoto wale wavae pesa warabuni. Focus kwenye jambo lako la maana ambalo litakupa matunda miaka ya mbeleni. Yaani, unaingia warabuni, unasomesha mtoto au unasomesha watoto au wadogo zako au sijui mchumba au mpenzi au unalisha watoto na kuvisha yangu miaka miwili sio mingi, miaka miwili sio mingi. Unamkuta mtu amefanya kazi miaka miwili, pesa zake zote amesema, amesomesha mtoto wake. Hivi nikuulize, kwa elimu gani ya Tanzania ambayo wewe unaingia unapinda mgongo ndani ya miaka miwili, unapinda mgongo na urudi nyumbani, mgongo umenyooka kama, yaani umeinuka mabega kama hivi, yani umesomesha mtoto kwa ajili gani ambayo wewe mama mtu, utakapokuwa umerudi nyumbani, mabega yamekaa hivi, umesomesha mtoto, yeye akaajiriwe serikalini, alafu aje akurudisha hayo mabega yakae sawa, yaani ule ukae vizuri, useme yes, nilisomesha mtoto kwa pesa gani na kwa ajira gani? Jamani, pesa ya Uarabuni haisomeshi watoto, pesa ya Uarabuni haivishi watoto nguo na kuwalisha safiri kwenye jambo lako la msingi ambao unajua hili, nimewatupa watoto wangu ndani ya miaka miwili, nimetupa familia yangu ndani ya miaka miwili. Nataka kufanya kitu ambacho nikirudi kitakuwa na mwendelezo. Sio leo hii mtu anasafiri anafika kazini ala, yani sikukuu tu sikukuu, mtu anatuma pesa laki tatu. Nataka wanangu wale, nataka wanangu wanywe, nataka wavae anakaa kidogo tu sijui nini laki tano. Jamani, pesa uarabuni ni kama inakiwewe fulani hivi, mtu akipata anachanganyikiwa, yaani anachanganyikiwa hivi, na ndio maana unakuta wengi wao wanatapeliwa, kwa sababu akipata ile pesa, wengi wa dada wanachanganyikiwa, akipata ile pesa, wanashindwa kufanya maamuzi yaliyokuwa bora. Sio bora maamuzi, wanashindwa kufanya yale maamuzi bora. Kuwa hapa nimesafiri nimeacha watoto wangu, nimeacha familia ili nijikite kwenye jambo fulani la msingi, ambalo hili hata miaka ijayo nitasema, watoto wangu watasema, mama yetu alitutupa, alienda kufanya kitu fulani. Usiende kazini ukakaa miaka miwili unasomesha mtoto. Ndugu yangu, mtu ana mtoto wake wa miaka mitano amempeleka ni, ni, ni inaitwa English nini, English medium inaitwa au nini, international boarding Unampeleka mtoto boarding, unamlipa kwa mwaka milioni moja. Hmm? Hajala, hajavaa, hajaumwa, hajawa na emergency yoyote. Unatimiza miaka miwili, ukijiangalia mfukoni huna kitu, unatakiwa kuongeza mkataba mwingine. Kadiri unavyozidi kupanda miaka na matumizi ya mtoto yanazidi kupanda na wewe unajikuta unazidi tu kukaa Uarabuni. Kuna watu wamekaa Uarabuni miaka kumi, anasomesha mtoto. Mwisho wa siku, mtoto wake anamaliza chuo, yeye mgongo umepinda. Mtoto kamaliza chuo, hana shilingi kumi, anaishia mtaani, anaenda anachukua njugu, anaanza kutembeza. Au yule mtoto wake anarudi, sasa amekaa nyumbani, ndo umemsomesha. Sasa amekaa nyumbani, wewe uko Uarabuni, ndo umechoka, unataka kurudi, lakini huwezi Mwanao amesoma amechakaza pesa yako mpaka basi, na wewe mwenyewe amekuchakaza, amekaa nyumbani hana ajira. Wewe kama mama unajisikiaje? Jamani, msikurupuke. Pesa warabuni haisomeshi, pesa warabuni hailishi watoto kuvisha manguo sijui na nini. Focus kwenye mambo ya muhimu. Waache watoto wako wapate tabu, wale matembele yale yale, lakini wawekee kitu ambacho hata miaka ijayo watasema Mama yetu alisafiri, alitujengia nyumba hii hapa. Mama yetu alisafiri, alitununulia viwanja hivi hapa. Yaani nunua viwanja hata kama ni kumi. Nunua viwanja, nunu, yaani umeshindwa mtu kununua kiwanja, weka pesa. Rudi nyumbani nunua kiwanja, nunua kiwanja, nunua kiwanja, tulia. Rudi tena kafanye kazi. Lakini leo hii wewe unasafiri unakaa kazini miaka miwili unasomesha mtoto. Mtoto wa miaka mitano unampeleka English school sijui ya kulipa sijui milioni mbili, kwa pesa gani jamani? Wabinti wakiingia Warabuni kitoto cha kuikamata tu ile pesa, wanachanganyikiwa, anaanza kufanya maamuzi ambayo hata hakustahili kufanya. Pesa Warabuni haisomeshi, pesa Warabuni haivishi. Mtoto wa awe anakula anavaa, anafanyaje? Acha stale, fanya kwenye mambo ya msingi, ili mwisho wa siku uje useme, tabu yangu yote niloipata kule ndani ya miaka kadhaa Hichi ndio nilicho kichuma mimi. Na mfano, dada mmoja ambaye amekaa miaka nane amesomesha mtoto wake, amaliza chuo, mwisho wa siku amekaa yule mtoto hajapata ajira, mama mtu amechoka, anarudi nyumbani, anaanza kuuza mchicha. Unakaa historia na wenzako kwenye kibaraza, mi nimeisha Uarabuni, nimekaa miaka nane huko. Wenzao wanabaki wanaangalia huyu. mmm. mmm. Naye miaka kumi bwana, tuko naye hapa utasema mimi nimesomesha mwanangu kasoma shule za Kiingereza, kasoma shule siku nyingi, si media mtu kasoma nini ile, kasoma boarding school, kasoma imemsaidia nini? Mbona wanafanana na watoto wa wenzako ambao wako mtaani? Wewe watoto wako wana nini? Pesa warabuni, msikimbie kusomesha watoto. Msikimbie, mtu anaenda warabuni kidogo tu, anahamisha watoto, anaenda kukaa, amewakoa alikuwa anakaa nyumba ya kawaida. Kitendo cha kuingia tu warabuni anahamisha watoto wakae nyumba ya laki tano kwa mwezi, chakula umeme, nini nini. Sasa anapata hela, anasahau kuwa ile pesa ni upepo, inapita ndani ya yako. miaka miwili utarudi nyumbani umepinda mgongo. Safirini kwa malengo, msafiri kwa malengo. Kila siku imekuwa nikizungumza hapa, pesa uarabuni ifanyie mambo ya msingi malengo, usisomeshe mtoto shule za gharama, someshe zozo za kawaida. Pesa wa warabuni haito kuweka salama, haito kuwacha salama. Utakaa ndani ya miaka yako sita warabuni, utarudi nyumbani, mtoto wako alisoma na wewe, mgongo umekwisha.